Katika kata ya Majohe watoto hawa ambao inasemekana walitumia sirinji zenye damu ambazo zimetoka kwenye zanati moja. Wadogo zangu walikuwa wametoka nje, sisi tupo ndani tunaosha vyombo, walikuwa wametoka nje. Kuna mmoja mdogo alikuwa mliokota, alivyoliokota akawa analamba kama pipi Minka, minka, ali, minka, mama, minka, mga, mpipi, nika mimi nika sijahisi chochote kama ngona sindano wala nini. Mimi nikaendelea na vyombo, akatokea mkubwa mama na pipi, mimi nikamwanga asema pipi pona dude la sindano ile. Nikaachana nayo na shangaa, bibi anakuja nakuja usiku, asema vi, nani alilamba dude la sindano? Si tukamjibu, kaambia Elvini Usumani na Noba na Vani Mhm. Mm, eh, sasa hai ma, madude walienda kuyatupa huko, watoto wakaja nao hapa. Sasa sisi hatujui kinachoendelea nini. Naona kama ni vile vinyonyo vya watoto vile wanavyowekea wekea sasa hivi watoto wapi mdomoni. Mm-hmm. Tulikuwa hapo hivi tunasuka. Kwa hiyo hatukutaka kufuatilia kwamba ni nini. Kwa hiyo yu, yule mtoto akawa anaendelea kukanyonya, hatujui. Anaendelea kanyonya, hatujui. Mwisho yake wakanyanyuka hapo. Walivyoondoka hapa, walivyenda nako huko, hatukujua kwamba wameenda kwa kufanyia nini. Eh, sasa jioni yake ndiye akaja mama mmoja huko akatokea huko. Akaja akatuuliza, jamani hapa kuna watoto. Kuna maneno yametokea huko sijui mabomba ya sindano yametupa huko. Kwanza tukasema wapi? Etho ameanguka ukini, mengi sijui so, tu, sijui kono, okay, mengi sijui kwa mwanini. Yaani vitu vingi. Tukaanza kushangaa usiku huo. Sasa tukaita hapa watoto wote. Kila mmoja anasema huyu naye amenyonya, huyu naye amenyonya, huyu naye amenyonya. Naa na, kwa ina, sasa hakuna mtoto ambaye ameacha. Yani, wote sasa tukujua kwamba kuna nini kilichotokea. Yule mama alikuja kutufungua masikio hapa jioni mm -hmm. Hey. Kuufungua mask wanafanya kama puto. Mimi mwenyewe niko hapa ni na mguu mpaka mtu ani tu aseme kwamba tuongozane hivi, lakini hapa mimi kuondoka hapa mpaka iwe pikipiki ndio niondoke, labda niende sehemu yambay. Mguu umefanyaje nao mguu? Nilipata ajali ya pikipiki. Pole sana. Asante yeah, kwa hiyo watoto wako ni wangapi? Mimi na watoto wawili kuna sesi na Noba, na wote wamegusa, na sasa ni lazima tuseme wote wamegusa, kwa sababu sisi hatukuwepo mm -hmm. kwa sababu mmoja akishapata kile kitu wote watashirikiana mm -hmm. na watoto hapa wa, mtaani hapa wote wanachezea sehemu moja, kwa kusema kwamba yeye hajashika ni uongo, tuseme tu ni wote mm -hmm. vituo vya hapa ndio tunawaambia kwamba sisi wengine, matendo kama ya, jamani sijui hata Yani hata kusimulia hata tunashindwa kwamba tufanyeje, watu wa afya wateketeze vile vifaa vyao. Kwa hiyo hairuhusi kuweka mitaani, watoto wananyonya, watoto wanafanyaje? Inabidi kila mmoja angalie sehemu yake ya kwenda kutupa kwenye taka au sehemu yoyote apeleke, lakini asipeleke kwenye makazi ya watu na watoto, na wawe makini kama mwananchi alivyosema, wawe makini na hizo taka hatarishi, kwa sababu hivi vitu huwa vinateketezwa kwenye mahospitalini. Kuna sehemu ipo muhimu ya kuweka hivyo vitu kwa hiyo hivyo vitu wawe navyo makini sana, la sivyo wachukuliwa hatua kali, kwa sababu changamoto ya watoto imekuwa ni kubwa sana hmm. Watu tangu juzi hatulali tunahangaika hmm. Na watoto atujue alioathirika ni yupi aliobaki, serikali ifuatilie kwa makini sana, ili hii changamoto yeah, tujue tatizo limeanzaje na ni nani, nani, nani aliyeleta kwa nikakuta hiyo mirija ile kama mtu amewekewa dripu niile <laughs> mirija ina ina damu asili nyindo kama hivyo, yana damu. Mabomba ya sindano yani ni mengi, na karatasi ambayo tulikuta, tukajaribu kupiga simu akapokea, kuna uyo wakapokea, wakapokea akasema kwamba wao walikuwa Majengo, lakini wamehama wako Mbezi nasoma Santi Joeli na mlikuwa nayo hapa hospitali kama hiyo ilikuwepo huko Majengo, huko Majengo ile hospitali ilikuwa inatumika jina kuna jina lilikuwa linatumika. Nikiwa kama mzazi, nimeumia japo watoto waliogusa ni watoto wa wanakinzangu, na mimi pia ni mzazi. Lile tukio lilotokea ni kubwa, hata mimi pia nimeumia. Vituo vya afya, napenda kuwaambia kwamba wawe makini na hivi vitu ambavyo wanatumia kuwahudumia binadamu, kwa sababu sisi ni binadamu na watoto pia ni binadamu, na vitu hivi sio vizuri kwa watoto maana. Kwa hiyo wawe makini, wajue kwamba wakishatumia waende wakavihifadhi wapi, au wana sehemu gani maalumu ambavyo vinatakiwa kwenda kuhifadhiwa ili kutukinga sisi binadamu. Mimi kwanza asubuhi nimeenda ni ni ni kuchoka, nikaona bomba, nilichukua bomba bomba, nikasema hapa tuna watoto, nikalichukua ile bomba nikaitupa, nika katikati ya yale matofali halafu nikaendelea kuchota. Sasa baadaye ndio huyu mtoto akaja kania mama Wisdom ameshika bomba kalinyonya nyonya. Mimi sijajua kama alinyonya. Ila alichukua, nilimnyanganya nikasema liko wapi? Hili hapa. Nikasema lichukue pale kwenye kiloba cha takataka. Nikasema sasa ni wakina nani ambao wanatupatupa wana haya mabomba na wakati kuna watoto hapa mtaa? Ndio baadaye nilivyotoka kazini wakaniambia mabomba yalikuwa mengi yalikuwa pale tena watoto walikuwa wana wanajichoma nikasema, watoto wako wanajichoma eh, ndo baadaye ndo huyu wakaniambia eh hey. Nikasema na mwanangu alichukua, ila watoto wengine wakasema alikuwa ameliweka mdomoni wakamnyanganya. Inatakiwa jamani, wakimaliza kama huko hospitalini wawe wanachoma, ili hapa kwetu kuna watoto ni wadogo, hawajui wanachochukua, inabidi wakimaliza kazi zao wao wanatupa, wanachoma, sio kutupa. Wakitupa lazima wengine wakawa wanaumwa watoto, wakija kutupa huku, watoto sisi wazazi tunapata shida kwa watoto, hatujui ugonjwa umetoka wapi. Wazazi tunaumia, watoto wakiwa wanaokota hatujui hapa, wanaweza wakawa wanaumwa. mimi ninachowashauri wadusaidie. naitwa Margaret Joseph Chale. Juzi majira ya saa tatu kuna mwananchi alikuja nyumbani akanipa taarifa kwamba kuna tukio limetokea eneo letu. Baada ya kusikia hivyo, nilikwenda kwa kiongozi wangu, na kiongozi wangu nilimkuta ana safari kidogo, anaondoka. Nilivyojaribu kumwelezea, akaniambia kwamba basi, nenda sehemu ya ya tukio ukaangalie, kitakachojiri utanijulisha. Nilienda ya tukio utanijulisha. Kweli nilienda sehemu, nikakuta wakina mama wako pale, wengine wanalia, wamebeba watoto wao. Kuja kuangalia nikakuta boxi la sinji, ma madawa mle yaliyotumika. Yaani ni vitu ni vingi nilivyovikuta mle. Baada ya kujaribu kuulizia wazazi ambao walikuwepo pale, wakasema mimi mwanangu huyu nimemkuta na ile bomba anakula mdomoni. Mwingine akasema mwanangu nimekuta amemchoma mwenzie hii sindano. Kwa hiyo hali pale ikawa kwa kweli sio nzuri. Baadaye nilichokifanya, nilijaribu kushirikisha wale wananchi kwamba jamani, tu watulivu tuangalie ili swala, si tutalishughulikia baadaye. Tukachukua zile silinji tukazihifadhi. Nilimfuata kiongozi wangu ambaye alinituma kazi, nikamwelezea kwa sababu ilikuwa ni usiku kidogo. Nilimwelezea, nilikutana naye njiani, anakuja kunifuata kuniulizia kuhusu hilo, nikamweleza. Akasema basi kwa sababu saizi ni usiku, tutaangalia utaratibu mwingine lakini nilimwengea, nilimwambia kila kitu kutokana na mazingira yale. Kwa hiyo naye akasema basi, nashukuru kwa ushirikiano. Lakini baadaye nilipata taarifa, mwenyekiti alikuja kutoka serikali za mitaa. Kuna karatasi tulilikuta humo, ile karatasi limeandikwa Senti Joali na mna kituo cha afya chenye jina hilo mtaani kwenu, hakuna. Mimi naitwa Simon Jafeti Mapunda, ni mjumbe wa Kichangani a shina namba saba. Tukio lililotokea hapa hivi majuzi ni kwamba kulikuwa na kiroba au boksi lililetwa kwa mkazi wangu. Lile boksi lilikuwa kwenye eneo lake, mle ndani kulikuwa na sirinji mirija . Naposema sirinji ina maana kwamba mabomba ya masinda, bomba za sindano na mirija ndio iliyokuwemo mle, na tulisikia kwamba kuna baadhi ya watoto walikuwa wanachezea, wengine wanachukua na kufyonza ile mirija na zile sindano kujidunga. Ila mimi sehemu husika kipindi hicho sikuwepo, nilisikia Nilimtuma mjumbe msaidizi wangu, alienda sehemu ya tukio, maana mimi nilitoka nilikuwa nje hapo. Aliona na alishuhudia yale mabomba yalivyozagazaga ya na wasirinji wameji, wengine wamejidunga naona, basi e, na yeye ilibidi awajibike kwa sehemu yake, ilibidi achukue baadhi ya vile vitu ili kuvihifadhi zaidi. Nilivyopewa huo mrejesho, majira kama ya saa mbili hivi ya usiku, alikuja mwenyekiti wa serikali ya mtaa kwangu. Alipofika na mimi nikamsimulia ilivyokuwa, ilivyotokea pale, na yeye akasema kwamba basi ngoja nitaenda nichukue hivyo vitu kwa huyo wa huyo mjumbe wako, halafu utakwenda kuviteketeza. Ah, wito wangu ni kwamba hivi vitu si salama. Wito wangu ni kwamba hawa waliokuwa na hospitali karibu au zahanati iwe dispensari, basi wawe makini na hivi vitu, kwa sababu ni vitu hatarishi kwa afya za binadamu. Juhudi za kumpata daktari ama mmiliki wa kituo ambacho six sheet ya mgonjwa imekutwa kwenye hilo boksi zimeendelea, na hapa tumempata kwenye simu. Majibu yake ni haya: habari? Hey, salama kwema. nazungumza na, na St. Jeweli Health eh? Ndio, wiki hii karibia yote tumekuwa majohe, kuna changamoto kule kuna hmm, boksi lililotoka hmm, basi ni kwenye hiyo senta yenu e? La, ni boksi lililokuwa na sirinji ambazo zimekwisha kutumika, ya watoto wakafungua wakawa wamezilambalamba, wamejidunga na masindano yale. Hmm, katika kupekua ikaonekana hiyo sikshiti ya mgonjwa ina jina Jerefiti, tamgu, ina, e. Sasa kwa sababu kwasaua eh? ile juu pale sikuna ile nembo yenu e. na muhuri wenu na e jina la mgonjwa ambaye ametibiwa mwezi wa tano, nyie mnalizungumziaje hilo? Kituo kilinasemekana kilikuwa majohe Tam, mmh sisi kwanza hatuna vituo maziwa mm. Ahiyo sambijedi haipo maziwa mm. na wala haipo ha, ha, ha, haipo katika halmashauri ya Ilala huko mm. mbali kabisa. Sasa hivyo ni njama labda ya kuchafua, sasa kwa sababu uchafu utoke kwa umbali uliopo na hadi huko mm. kitu ambacho si kweli, labda mm. ni njama sasa za kuchafua Eh, kampuni za watu, sijajua huyo aliyefanya anania gani? mm. Lakini sisi kituo hatuna majoe na wala hatupo majoe na wala hatupo halmajoe au wilaya ya Ilala. hamjawahi kuwa kule, pengine mkahama. Yaani sisi majoe mm. sisi majoe kulikwepo mm. na hospitali mm. inaitwa Arafa majengo alafu majengo hiyo mm. ilishafungwa au tulisha kisitisha kwa barua kwa mganga mkuu wa Ilala muda mrefu o chini ya miaka minne eh eh, inaelewa vizuri mm. ila sasa ninacho ninachosikia mm. baada ya sisi kuhama huko mm. kwenye lile jengo ambayo sisi tumehama mm kuna, kuna daktari ambaye kaenda na yeye kuanzisha huduma kwenye hilo jengo na jina ambayo tulikuwa tunatumia huko ni arafa majengo, sio hiyo senti joeli. Miaka minne nyuma, baada ya kufunga hiyo huduma, mnaelewa, ikafunguliwa mm. eh, kampuni hiyo ya senti joeli, mnaelewa na hiyo kampuni na iko kituo mm, maana hiyo ni, ni kampuni iko mm, kituo hakipo huko majengo au majoe eh, na wala hatupo kwenye halmashauri ya Ilala kuko mbali kabisa. Hizo ni njama za mm. kuchafua sasa email ya kazi za watu. Kabla ya kuondoka eneo la tukio, mwenyekiti wa serikali ya mtaa huo na bwana afya walifika eneo la tukio na kuchukua vifaa hivyo kwa lengo la kwenda kuviteketeza.